Naisi, ujumbe huu unaweza ukamfikishia mkeo kiufasaha, kwa sababu mimi ningemfikishia mwenyewe tungegombana. Mwambie sitaki maneno na yeye. Sijali, unamaanisha nini kuzungumza hivyo? Mbona njia ndefu? Maana naisi, ujumbe huu unaweza ukamfikishia mkeo kiufasaha, kwa sababu mimi ningemfikishia mwenyewe tungegombana. Nami nina upendo kwa kila mtu. Cheza wewe, mnapendana? Nakuuliza nyinyi mnapendana? Hapo umefuata nini? Umefata nini hapa? Sio mke wangu, umefata nini? Usibabwaje? Mimi nabwabwaja, mi nababwaja mnapopendana hapa, mimi nabwabwaja? Kwa hiyo nikwambie, wao mnapendana na kibonge kama huyu. Tuondoke nyumbani, tuondoke nyumbani. Mbona na balaa wewe. Twende, nakwambia twende. Bwana, changamoto wanazokutana nazo ndo hizo, lakini sasa, kwa kawaida kama mtu umezoea na ndio kazi yako ainaisabidi tu bamaya. Sisi wanaume tunapitia vitu vingi sana, yani kiasi kwamba hata tukikaa hivi unashindwa kujidifaini wewe mwenyewe, na ndio maana sisi wanaume kwenye porokushani zote hatuna budi kukomaa nazo. Yote kwa yote ndo maisha halisi ya mwanadamu hasa, tuendelee kupambana pasipo kupambana. Sasa hivi na midevu inatotoka hipmbauukusudia kunipaymidube mizima, mmekaa hapo hamna biashara ya kufanya kazi ya kuteta watu tu hapo. Wewe hivi hapa nani nane anaikaa akakuongelea wewe kwa kipi asa ulicho nacho? Si tukae tukuongelee wewe? <laughs> eti kwa kipi mlichokuwa nacho? Kwa hiyo hapa mnachokifanya kitu gani? Mnaacha saa hizi jioni hii yote, kwenda bababarani huko mkakaa mkafanya kazi kama wenzenu. Yaani mmejikusanya hapa midume mizima, ama mnaenda kufanya kazi? Yaani mmekaa, mna kazi ya umbea tu. Hivi wewe, mbona una adabu, mbona una adabu wewe? Mpangaji wetu, ila ndo mitihani kila siku ya hapa. Pole sana ndugu yangu, yani kama mpangaji tu ndio vile. Sikiliza. mimi leo nataka nimfundishe adabu. ah, ah, hmm. yeah. nimuoneshe. <laughs> sisi ni watoto wa kiume, lazima tupambane kwa kila purugushani. vipi tena utakauwe na moyo wa kike ah, ndugu yangu ya alimezidi. Hivi hata nanichukuliaje kwa ina. Siaa mimi nimeshazoea yani watu kama, nimeshazoea sana. unapaswa kupunguza moyo mkali, tulia. Sawa, wewe relax mzee. Sikiliza wewe, nenda kapumzike, wacha mimi niondoke. Baadaye tutawasiliana sisi. Utakuja? Eh, nitakuja. kabla sijaje nitakupigia simu kwanza. Basi. Mimi natoka kwa kwenye upambanaji. Unakuja, unatafuta nini? Sasa hivi nimechoka, atakuwa niliwaze. Mm, <laughs> mm. Nimekuliwaza. Si ndo nakuliwaza? Wewe mimi nimekwambia hapa toko ulivyoondoka, hapa wamekuja wageni. Upo? Wamekuja wageni hapa. Na mimi ndo nataka nikwambie taarifa ya wageni. Alafu nimeshakwambia, hao wageni malizana nao, mimi hawanihusu. Vitu vingine vya kumaliza wenyewe mtu wangu mpaka nije mimi tena vya nini? Hmm. Nimalizane nao wenyewe sawa, hamna shida. Mazali umesema hapa, tumekubaliana, kila mgeni anaokuja wa kwangu na mimi nitamalizana nao. Tumekubaliana hapa, asije mgeni wa aina yoyote, sio wa kwangu na sio wa kwako, tunaishi mimi na wewe. Ila basi, kwa umbea wangu mimi nataka nikwambie mgeni anaokuja hapa hapa mgeni alokuja tipwa tipwa, bonge huyo, tembo tembo, ni minyama minyama hiyo, buchana na kikana iweka weka tu minyama inajajato mwenyewe mwilini. Yaani mimi hata mimi na mshangaa kabisa, ndo alo mgeni alokuja hapa mwilini. We we, haya wapi wapi? We, we, wewe umesema hapa nyumbani wageni hakuna, na mkataba sasa hivi hata tumetoka. We haya unaenda wapi? Aya, kusikia huyo kibonge tipwatipwa minyama, basi kaikomba mtoto wa watu yule, anakuja anakutafuta na wewe unatoa miguu yako unataka kwenda. Malaya mkubwa wewe, nisikilize. Uwezi jua pengine ana shida, kwa mimi kutoka hapa kwenda kule kumsikiliza shida yake. Kwa hiyo wewe shida umeiona ya kibonge, si ndio? Ndio umeona ana shida Eh? Ah wengine wote hawana shida. Ulivyosikia wewe tu umenyanyuka, eh ana shida, ana shida. Sijui na nini. Sasa sikiliza nikwambie. Hapa hakuna cha kibonge, hakuna cha nini. Kwanza wewe <laughs> kwanza ulishaenda kumchungulia kule chooni. Siku ile alikuwa na shida? We, we, we una kwa hiyo wewe unashajua hapo shida yake nini? Shida yake hakuna lolote. Ulivyokuwa malaya. Umesikia bonge sijui anafanyaje, usifanye. Wewe bwana wewe, wewe usinitafutie matatizo mimi. Usinitafutie matatizo hata kama ukiongea, unampa faida lani zaidi ya kuonekana wewe tu ndio unajichetua kwacho. Kuomba kaa kimya, afanye mambo yako mengine. Yaani mimi najichetua wewe? Kwa nini mimi nianze kumchungulia Edo chooni? Kwa sababu humu anaishi watu wawili, yeye na kaka yake. Naenda kumchungulia Edo sawa, yee. naenda kabisa kumchungulia, namchungulia, yaani namchungulia, nikwambie Sio kwa leo. Naona ile minyama na kuchanganya wewe. Ile minyama na kuchanganya sana, si ndio? Sikuwa naondoka ushali zuia na mimi sijaenda nini sana <tipulikana> maneno hayo. Ya nini maneno wewe ndio ulikuwa naenda? Wewe uliyataka kwa sababu ungekubali vile vile mimi na wewe wageni basi basi. Naomba ingia ndani. Naomba ingia ndani sasa hivi. Asili akaenda kujipitisha pitisha. Ingia ndani. Sawa. Unaenda kuingia ndani au uingii? Bana mimi nitambua. Sasa hivi tutapigana. Kila kitu tutushamaliza ndani. Nisha kuomba msamaha. Kitu gani sijafanya? Yani hapa? Uondoke tu. Uondoke kabisa, sina hata shida na wewe. Upo. Maana unajitapa mwanaume nakwambia kwambia mara leo kibonge, mara sijui wewe leo, sijui mara nani. Haya sasa. Leo kiko wapi? Kiko wapi? Uliokuwa unaongea na wanafiki wenyewe mashoga zako wenyewe sijui ndo nini? Haya kiko wapi leo? <mukarani> yani, yani, kwanza leo, he, leo, nakwambia mji mzima taraka Taraka zimetara dabi, taraka zimesimama. Mtoto wa watu, elimu niliokuwa nayo a moja mbili tatu tatu, babu unyunyu mtatu. Eh, nimechoka yaani hizi zote zinakuhusu Bwana wewe hizi zote zinakuhusu talaka. Taraka tatu hizi za kwako. Upo? Yani tena ukae kwa kutulia kabisa upokee. Okay, mwenyewe aya ndio uloyataka. Sababu na nami nimechoka, kila siku watu nakwambia, una wadau wako mwenyewe, sijui una nini? Unatamba nakwambia, unaniletea mimi kifua, unakaza kununia. Haya leo sasa, wao walikuwa wanakushawishi wenyewe wako wapi? Mke wangu, unazani nikitoka hapa nakimbilia wapi? Sina pa kwenda mimi, nadhani mazingira yangu yote unayajua, mke wangu hapa mwenyewe nilinuia kwa sababu kiroho changu kwatu leo nikupe talaka. Sasa leo nataka nikupe hizi talaka zangu ziko ngapi? Tatu. Upo bwana wewe talaka tatu hizo. Unaziona zilivyo? Talaka tatu. Sasa nataka nikupe talaka hii moja. Kusudi talaka hii moja talaka hii moja. Ukirudia tena. Ukirudia tena bwana wewe. Yaani nakupatana nyingine ya pili mara ya tatu. Ya tatu na imeisha, ngoma imeyeya. Kijijini kwenu. Nadhani jua mwenyewe unaliona ninavyowaka. Ulishanisamea. <laughs> Asizo taraka za nini? Nitakuwa sikusamei kabisa, nitakuwa sikusamei kabisa kwa taarifa yako. Hapa yenyewe kimoyo changu ndo nimekirudisha rudisha nyuma hivyo, ndo nimeweka mwenye kiroho cha mahaba hapa. He, unanipangia mashaiti tena? Basi ondoka, usimchangane. Nimekwambia nakupa taraka moja kwa sababu nishanuia leo kukupa taraka. Nakupa taraka moja hii, ila zimebaki taraka mbili. Sio kwamba sikupendi, zimebaki taraka mbili. Sio yako taraka moja hiyo, iuweke kwa makini hiyo. Upo, zimebaki taraka mbili.

Baba, nimekuja hapa kukwambia nimekupangisha wewe na mke wako sio na wale marafiki zake wale. Mke wako siwapendi, si unanielewa? Nielewa. Mama, lakini wale marafiki zake wamefanya nini? Ni marafiki zake yeye tu. Mama, wananikwaza tabia zao mbaya, yaani wakija hapa, kinachofanyika hata hakuna, mara wameimba singeli, mara wameimba mziki, ni kelele ndio mmoja. Sijitaki, sizitaka tabia unanielewa? Sijui bai. Sawa mamangu, nitaongea na mke wangu. Mwambie tabia zake za tabia za mafisa sizipendi, si unanielewa? Eh, wana maana gani mambo kama, wana maana gani mambo kama haya kuyafanya katika mji wangu, nyumba yangu, nyumba ya heshima, wajuku zangu wanafundisha ni tabia kama zile? Sizitaki zile tabia. Ah, Kwa fatani sio mbwembwe, maana naona hata sielewi ujio wa mama mwenye nyumba. Hatudaiwi kodi sisi, hatudaiwi maji hayo, mwenye nyumba kafata anajipia gani wewe? na katika mambo alioniambia kuhusu mashoga zako, mashoga mm, zako anachukizwa sana yeye na mashoga zako, maana alivyozungumza, hii nyumba ni ya familia na ni wanaishi familia, kuna logo, kuna wageni, kuna wageni, kuna potokia gazako pale, watoto wadogo, kuna wageni, kuna wageni. Kwa hiyo inapotokea wanakuja mashoga zako wanacheza pale, wanapatika watoto wanaona, wanajifunza, wana wana nini? nataka nikuulize swali huyo mwenye nyumba alivyokuja kukwambia wewe, mashoga zangu si ufanye hivyo, akati anatoa yeye, anapokea kodi, akujua kama watu atakuja na mashoga zao au watoto nimewadhamia. Sikiliza shida yako wewe. Ah, ah, subiri kwanza, si niambie nisikilize. au watoto nimewadhamia? Mimi na mtoto sina mtoto wala sina sitarajii kuwa na mchango wa kuzaa mtoto, watataka sawapeleke mbele huko Sikiliza kwanza, nikwambia kuambia anatusema baada, ukisha ndo utakwaje hata mm, kama kibabwaje hayupo hapa, inasaidia nini sasa? Niambie, malizia kasima na point yake kubwa. Leo mkuu, ni shoga yako white right? Ah, na mtukia marefu kwa, kwa hiyo hapo nakwambia kuambia, mimi nakufikishia hayo, kaa ukijua, ndio hivyo au na nifikishia eh? Sasa na mimi ninakufikishia. Yaani kamwambie kama mwenye nyumba na mimi mwenye chumba upo yeye. Yeah, ana nyumba lakini mimi chumba changu asinisegisha, uwe akanisimamisha mimi eti na mashoga zangu, asije hapa asicheze, sio? Asifanyeje yeye yeah, alivyochukua kodi, akutuchungua mbona ambuna ailibii atuchunguze kwanza. Ilibidi atafute daftari yaangalie, humu tunapanga watu wangapi, unahamia na nani, unakuja na nani, na we umekaa chini unamsikiliza mwenye nyumba, eti mimi sijui mke wangu mwenye nyumba kanya silelelelele. Afu ujue ukiwa unataka kusema, angalia ujue, useme vizuri, si ndio? Afu yule mama, ujue, hebu kwanza ananishukuliaje mimi? Kweli, kwa msikilizo, shida yako ni mtu wa kupanic, ni mtu wa kubwagwaja hata kama vitu vya hofu. Wewe, mimi nabwagwaja? Mi nabwagwaja au sio? Mi nabwagwaja, siongei point. Kama wewe unashindwa kuambia wale, basi mimi naomba namba ya ushoga wako wale. Halo wewe, umevurugwa umevurugwa. Kwa hiyo ndio point ya msingi, si ndio? Kwa hiyo unataka namba za yule ili yule awe demu wako, sio? Eh, kwa hiyo wewe na mwenye nyumba ndio mmekaa mmeongea hivyo, mtaka kuoana na yule demu mope? Nasema hivi hapa, ingii cheupe wala cheusi, sijui unanielewa vizuri. Wewe dada, upo yani mimi nawe kufa na kuzikana. Nyama na damu, mifupa na, na, na ngozi. Upo? Yani mwambie kwanza mama mwenye nyumba yako ajipange, mie mwenye chumba e, mwenye nyumba upo? Yani kama ndio tekniki yako hiyo, umefeli nakwambia vizuri. Upoje? Yani natamani kama nikufa, yani wewe etinoaamo cheupe. Yani, yani mjipange na yani wewe, we baba wewe, we, nitafute tu Ndio michongo unaoleta hiyo, watu wanauana kwa sababu ya wanawake kwa sababu ya tamaa zao, afu unaleta mi tamaa wewe? Babu mimi nitakukodia wauni ujue, mimi sikufichi mimi nitakukodia wauni na watakufanya mchezo mchafu. kuendelea na mapigo yako wewe, unaona kabisa yule, mimi ni demu wangu au sio? na gharamikia pamba kali na nunua eh, mazingira fulani, mtoto namnunulia vikopo, anakuwa white, anapendeza nini, wewe unakuja tu unateleza kitonga. Si ndio kwa lukani shalukani. Eh? We, sharukani, unangangania mademu za watu. We sharukani, kwababu hizo pigo mimi sizielewi. Alafu we mwanangu, tunajuana, acha hizo tamaa. Hivi, ushawahi kumwona mtu anapigwa bisu la tumbo nini? Ushawahi kumwona eh? Yaani katika maisha yako yaani wewe eh? Ushawahi kumwona mtu yaani kakamatwa, kapigwa bisu la tumbo, yaani ushawahi kumwona Unaongea kwamba mimi utanikodia wauni au sio? Mm -hmm. Yaani umekaa umeangalia katika maneno ya kunitisha umeona mimi mwanao utanikodia wauni au sio? ili wanifanyaje, wanifanye kitu kibaya au sio? Tunakuuliza, ushai kumwona mtu kapigwa bisura tumbo. ah, yaani mimi, Oye, teacher, mimi. Kuuliza, ushaiku, bisula ticha, nakuuliza ushai kumwona mtu kapigwa bisura tumbo. Mwanangu, manzi yako manzi gani? Mwanangu anavaa vijabu Manzi yako wewe, yani demo wako wewe anavaa hijabu sio? Ah, mimi demu wangu ni, ni ni, ni, mfupi hivi, anavaa vaga sometimes manguo marefu marefu hivi ya uso wake kama kidogo unaenda ku expire. Yaani uso wake kidogo kama mpumzi mpumzi. Sasa so si bibi huyo mwanangu huyo. Eh? Huyo si bibi huyo. Acha zalau. Sasa wewe shemeji yako unamhitaji bibi bwana, hayo si madhalau hayo. Huyo ni shemeji yako. Ndio maana nakwambia kuhusu dalabu, achana na huyo. Mimi ni mpenzi wangu kaka. Navyosema bibi jamani, nakauna okay. Adabu fresh kama huyo ndo manzi yako, bless eh, Mungu na Mtume, yani kama ndo huyo manzi yako mwanangu, bless. Sasa yona yani, kiroho safi. Mimi sipo na. Kama ningekuwa mishe Imam Kasimu kule Mtoni Mtongani, ningekwambia kabisa mwanangu, tia maubani tia nani, mimi ndo anakufungisha huyo. Mimi simtaki. Buda, yeah, yeah. Luka luka dan kidanki luka luka dan kidanki, ukimkuta mwanamke kava ushungi, ukiingia kwenye huyo mwanamke aliova ushungi Buda. Yeah. Buda bisu la tumbo. <laughs> Ninakwambia mwanangu, cheka lakini bisu la tumbo. La, la tumbo. Hey. Hey. Lakini kwa wewe mwanangu bless. Bless. Sayona. Baridi mwanangu. Uh, mimi sipo. Huyu yuko. Chapu huyo yuko. Mimi. Yuko nakwambia. Ah yeah. Uh, yani nipite uh, basi baridi mwanangu. Yuko. Yani nipitan. uka chake ananiambia mimi siata niko dia waume awalimu. Ah, vipi watafuta sababu watoto wa watu wakose elimu? Amwezi ka sababu yaani amwezi kuishi pamoja, lazima ujue mwanamke wako anahitaji anaitaji hayo <coughs> yote tsabu. Jana ndio nimeshangaa, nimeshangaa mara kushangaa. Jana natoka kazini, narudi nyumbani, nakuta mwanamk

Sikiliza, wewe usihusu mwanamke sawa, wewe ukaishi kwenye hisia zake? Yaani yule ndo anatakiwa aishi unavyotaka wewe, sawa. Sasa kama mwanamke anakusumbua baba, wanawake wako wengi. Sasikiza, saskilza, lakini katika pitapita -pita zako kazini, maeneo mengine, wewe, kuna watu unakutana nao tofauti tofauti. Kabla hujamalizia kumbe wewe guguru na akili sana. Hebu fanya siku uje pale kazi ni kwangu. Afu one vyuma ambavyo napishana navyo mimi. Piga chini. Sawa. Na mimi nasemaje? Huyu leo mwanamke ndani. Bado ushaniaminishia mimi, kwa nini? Piga chini. Piga chini, ninapokuwa piga, sijui kitu gani, ani piga chini. Nipige chini mwanaume, nipige tena chini, ujazimia. Ujazimia wala huna kaswende wala UTI, wala huna joto la aina yoyote nakusumbua hapo. Nasema hivi wewe umepata ushauri wa kutafuta demu, anatafuta demu, zimia. Eti pige chini, sijui kitu gani, unashauliwa, mwenye umewe kwa mako, piga chini, eee, na mimi nataka nitafute demu mwingine, demu gani? Yani, mimi na wewe bandika bandua baba, atoki mtu hapo habari ndio hiyo.

Zimia zimia, siiua taka kuzimia. <susilu> mm hapo -hmm. Ehe, utakuwa ndo umezimia mwenyewe, umezimia sasa. Subiri nika kulete mimaji ya moto saizi.